Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Benson Xavier Mwanache, mwanafunzi wa Udiakonia ambaye kwa neema ya Mungu mwaka huu mwezi wa kumi tarehe kumi na moja, Aa, nitaenda kubarikiwa kuwa mdiakonia rasmi kutoka katika wanafunzi. Na niko hapa jioni ya leo kushia na wewe mambo machache katika safari yangu kwenye hichi kipindi cha majioni, na ninatamani kuzungumza na wewe mambo machache ambayo yatakutazamisha kunihusu kuanzia nilipoanza wanafunzi mpaka sasa. Na hapa nimeashika maswali ambayo nitaenda kuyajibu kwa haraka kutoka kwa waandaaji wa kipindi. Na swali la kwanza linasema ni jambo lipi lililokufanya uhakikishe kabisa huu ni mwito wa Mungu kwako. Linauliza ni jambo lipi lililokufanya uhakikishe kabisa huu ni mwito wa Mungu kwako. Hilo ndilo swali langu la kwanza ambalo naenda kulijibu. Ah uh, jambo ambalo lilinifanya nihakikishe kwamba hichi kitu ninachokifanya nimeitwa kukifanya, nikiwa mwanafunzi wa diakonia, na kumbuka, ilikuwa mwaka wa pili kuelekea mwaka wa tatu, nilienda field katika ushirika wa Kashashi, na nilifanya field kwa muda kama miezi sita. Baada ya mimi kuwepo hapo kwa kipindi hicho cha field, nilimuona Mungu akizungumza na mimi, na nilimuona Mungu akizungumza na mimi kupitia watu, katika kile ambacho nilikuwa nakifanya, impact ya kile ambacho nilikuwa nakifanya, namna ambavyo watu walikuwa wanatoa feedback kwenye hicho kitu, na mwitikio wa mchungaji ambaye alikuwepo na watu ambao tulikuwa tunatumika pamoja katika kitu ambacho nilikuwa nakifanya, ili nihakikishia kujua kwamba Mungu ameniita kwa sababu nilimuona Mungu kupitia watu walichokuwa nakishuhudia. Kwao naweza nikasema nimelijibu kwa namna hiyo. Sasa swali la pili, kwa haraka haraka, tuna maswali mengi. Je, kuna wakati uliwaza kuacha masomo? Kama ndio, sababu ilikuwa nini? Na hili inaweza ikawa ni sababu yangu ya pili kwa nini nipo mpaka leo? ni kwa sababu moja tu. Uh, sijawahi kufikiria wala kutamani wala kuwaza kuacha wanafunzi wa diakonia, na hii inanifanya nijue kwamba Mungu aliniita. Sijawahi kufikiri kabisa kabisa na ijayo kunitokea. Uh, swali jingine, ulipoambiwa kwa mara ya kwanza kuhusu kozi hii ya diakonia ulihisi nini kwa mara ya kwanza? Nisidanganye, ilikuwa ni kitu kipya kwangu, ilikuwa ni kitu kipya kwangu, lakini namshukuru Mungu kwa sababu ni ni nilipata mchungaji mchungaji Kaoga, ambaye nilikuwa ninaishi naye kwenye hicho kipindi alini fungulia mambo machache, alinielezea kwa uchache kuhusiana na hii habari ya udiakonia, na iliingia ndani yangu, na nafikiri hicho kipindi aaakaa ni kuja katika wanafunzi wa diakonia kwenye, na kuanzia hapo, nilisikia hiyo sauti, na tangu nimekuwa sijawahi kujuta. ni changamoto gani ya kwanza ilikuwa na kuna mdiakonia ambaye alikuepo kipindi hicho, bwana shamba mdiakonia Kimaro. A, siku ya kwanza tunafika shambani day one tu tumefika because alituita. Alafu nakumbuka ilikuwa ni kipindi cha kupanda mahindi kwa hiyo alipita na trekta akawa anatufundisha namna ya kupanda, na alitaka baada ya yeye kufanya alitueleza kwamba naamini mmemwona anachokifanya sasa, kazi inaanza. Na alituhakikishia kwamba huu ndio wito kamili kwamba sisi tunaamini sana kuhusu kazi, na kwa kweli hicho kipindi kazi zilikuwa nyingi sana sana, sana lakini haikuwa changamoto bali nili, siku niliona kama imezidi kile ambacho nilikiwa nakitarajia, lakini ilinijenga sana kuwa hapa nilipo leo. Uh, swali jingine. Yeah, ni nani aliyekutia moyo zaidi kuingia kwenye wito huu? Uh, nani aliyenitia moyo kuingia kwenye huu wito alikuwa ni mchungaji, nimemtaja hapo mwanzo, ambaye nilikuwa ninakaa naye kwenye hicho kipindi, alikuwa anaitwa Mchungaji Kaoga alizungumza na mimi kwa habari hii kwamba ananiona huko na, na, na waza. Ndiye alikuwa mtu wa kwanza kuniamini na aliamini kwamba ninaweza, na marafiki zangu ambao nimekutana nao chuoni tunatiana moyo wote. E, somo au mafunzo gani yamekuvutia sana na kwa nini? Vingi vilivyokuepo vilinivutia, lakini somo kubwa ambalo limenifundisha vingi ni somo la nje ambalo tumekuwa tukilifanya, maanake ni kazi za kituoni ambazo tumekuwa tukizifanya, nyingine sijawahi kuzifanya nadhani ilikuwa somo kubwa kwangu, limenitengenezea life skills na naamini sitaweza kwea, kufanya chochote katika maisha, kwa sababu hivyo vimekuwa vya msingi kwangu, naweza nikafanya na kuendelea na maisha siku zote. Ni nini kinachokupa furaha ya kipekee ukiwa mwanafunzi wa udiakonia? Kinachonipa furaha ya kipekee ni kuitwa kama mtumishi. Neno la Mungu linasema Yesu mwenye anasema kwamba shambani mwa Bwana mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Kwa hiyo udiakonia ni kutenda kazi shambani mwa Bwana na unajulikana kama mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo hii ni kitu cha kipekee na nakithamini sana na naomba Mungu anisaidie nikiishi katika maisha ya hostel au darasani. Kuna tukio la kuchekesha linalokukumbusha furaha yako hata leo? Tukio linalofurahisha kwangu, nakumbuka ilikuwa ni ni matukio ya birthday za kipindi ambacho ya tulikuwa wanafunzi wa ndani tulikuwa tunafanya birthday kwa ukubwa sana na tulikuwa tuna enjoy sana, na hizo birthday zilikuwa zinaacha kumbukumbu kwetu, na vilivyokuwa tunavifanya kwenye birthday, hakuna hata mmoja wetu ambaye alishawahi kufanywa before. Kwa hiyo hayo matukio ya birthday nikiwa nayakumbuka yananifanya kukumbuka umoja wetu. Kuna wakati ulihisi Mungu yuko mbali katika safari yako ya masomo? Ni swali ambalo ni zuri. Kuna wakati ambao nilihisi Mungu yuko mbali kwenye safari yangu ya masomo. Sijawahi kufikiria wala sijawahi kuwaza kwamba Mungu ameniacha, kwa sababu ninaamini hata hapa nilipofika leo, katikati ya miaka ambayo nimekuwa almost miaka sita mpaka saba, neema ya Mungu imekuwa kubwa sana kwangu. Isingekuwa Mungu, nisingeweza kufika hapa. Kwa hiyo kama Mungu angeniacha hata kwa hatua moja, nisingeweza kufika. Kwa hiyo ninaamini hata hapa nilipofika ni kwa neema ya Mungu peke yake. Nini kinachokupa furaha ya kipekee ukiwa mwanafunzi wa diakonia? Naomba nirudie hili swali. Nini kinachokupa furaha ya kipekee ukiwa mwanafunzi wa diakonia? Ni vitu vingi lakini naomba nitaje kimoja ambacho kinanipa furaha ya kipekee kuwa mwanafunzi wa udiakonia. Kupitia wanafunzi wa udiakonia, miaka saba ambao nimekuwa katikati ya wanafunzi, nimejifunza vitu vingi ambavyo mwanzo sikuwahi kuvijifunza. Nimekutana na watu wengi, nimetengeneza networking connection kubwa. Nimekuwa na marafiki ambao tumekuwa tukisoma pamoja ambao wamekuwa kama ndugu. Lakini, kuhusu udiakonia, umenipa nafasi ya kuzunguka sehemu kubwa kufanya huduma na kukutana na watu wengi. Na hata hapa nilipofika leo, nimekuwa hivi nimefika leo kwa sababu ya udiakonia imenitambulisha imenifungulia dunia. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana kwa sababu ya mimi kunifanya kuwa mwanafunzi wa udiakonia, na ninayo furaha ya kipekee sana kusema kwamba bila kuwa mwanafunzi wa udiakonia, kama Mungu asingenipa wito huu, naamini nisingekuwa hapa. Kwa hiyo ninamtukuza Mungu, ninaishukuru ofisi pia kwa wana ambao wamekuwa pamoja na mimi, lakini wanafunzi wenzangu, marafiki zangu, wakina Sule, Chris, Show na wengine wengi ambao tumekuwa pamoja naamini wamechangia mikuwa hapa. Uh, kwa haya maswali machache ambayo nimeyazungumza na nimeyasema na hiyo historia fupi ambayo nimeitoa katika kipindi hichi siku hii ya leo inakupa mwanga wa kuelewa huduma yangu kama mwanafunzi wa diakonia ambaye kwa wiki moja au mbili zijazo nitakuwa mwanafunzi nitakuwa mdiakonia rasmi. Ninakushukuru ambaye umetenga muda wako kusikiliza hichi na ninafurahi sana kuwa hapa. Ninawaomba sana wale ambao mtapata nafasi ya kufika katikati ubariki ya ubarikio huu ambao utafanyika siku ya tarehe kumi na moja ya mwezi wa kumi katika ushirika wetu wa Diakonia Faraja Sanyajuu maeneo ya Sabuko. Ukifika utajifunza mengi na utaona mengi na utaona maisha yetu ya kila siku tunavyoishi na utaona huduma mbalimbali ambazo tumekuwa tunazifanya. Mungu akubariki sana, nikukaribisha sana Faraja Diakonic Center. Wewe kama kijana mwenzangu wa kiume ambaye unanisikia, ambaye unahitaji kufanya huduma na kufika kwa wengi, ni sehemu sahihi sana kwako. Ikiwa Mungu amekuita, Mungu atatembea na wewe. Mungu akubariki sana na uwe na huduma njema huko ufanyapo. Amina.